Sasa kama kawaida tumalize na mizengwe, ambapo seneta Boni Khalwale amewalaumu viongozi wakuu serikalini wa jamii ya Mulembe kwa madai kwamba aliwasaidia kufika walipo, ila sasa wamemgeuka na kujifanya kuwa hawa hawamhitaji tena. Kulingana na Khalwale kwa miaka ya hapo awali amesalia nyuma ya viongozi wengine na ameendelea kuambulia patupu, ila sasa hato i kuachwa nje katika safari ya kuingia Ikulu. Jamii ya Mulembe. I have refused to accept that luyas don't count. I am saying in 2027 vana baba luya, this time will be counted and they will be known. Hmm. hapa mapambano ya ni nani kiongozi kamili wa jamii hii yamepamba moto. Nimeheshimu Mdawadi, nimeheshimu Wetangula, but because they have let us down, I have decided let them go there, but they will also find me there. yeah. safari ya kuelekea ikulu and do you know why they have not been finding me there hmm? Boni Halwale the bullfighter, hebu tuambie Je, wewe unafahamu njia ya kuingia Ikulu? Ikulu tutembee pamoja either kwa gari moja ama gari ambayo inaweza kunipatia kamwanya kidogo ndio nifike huko na sasa. Utawaambiaje hawa uliowasaidia kufika huko na sasa wamekusahau? Oparanya alikuambia uwezi kanyaka kakamaka in 2015 ikarudisha wetangula kaseneti wetangula, whether you hate me or you don't, I made you senator and you recovered your career. Naye Cleophas Malala tayari amejitangaza mwokozi wa jamii ya Mulembe. Nilikaa chini nikapiga hesabu ya utawala wa Kenya hii, nikaona huyu William Ruto hata kama mpendi mapua yake lakini hesabu yake inaingiana. Nikasema huyu William Ruto hata kama hatupendi masikio yake lakini hesabu yake inaingiana. Nikasema huyu William Ruto hata kama hii meno yake haishikani ya vizuri lakini hesabu yake inaingiana. Eti unasema wewe ndio chanzo cha usuhuba kati ya Rais Ruto na Mudavadi? Mimi ndio nilianza kuongelesha William Ruto na nikashika msalia mkono, nikampeleka kwa William Ruto. Hawakuwa maiongea miaka sita, hata kwa simu. Huyu watuoli ambaye anasema ati yeye anajua kuchagua uongozi alikuwa amepotea njia. Unajua huyo etakula alikuja tu kama sosa. Yani tulichukua msalia, alafu etangula kafuta kama sosa, maenda kwa hoteli ukaitisha ugali, alafu ujashiba, alafu nakatiwa sosa. Hey, weta, wewe ni sosa. Wewe ni sosa, wewe. Haya. Tugeukie mengine. Inaonekana Rigiji tayari anajua sababu za vijana nchini kuogopa ndoa. William Ruto aki akikemea vijana wetu na kuwatukana huna hata ubic ile 10 by 10 ya kumpeleka, huna pesa ya kumunulia nguo. Mkipata mtoto huna pesa. Shah is not working, lida mama ilikufa. James Mwangi makala ya mizengwe.